Moja kwa moja tuanze na hali huko Mashariki ya Kati. Kundi la wanamgambo la Hamas limekabidhi mateka ishirini wa Israel kwa shirika la Msalaba Mwekundu katika makundi mawili tofauti kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji mapigano ya Gaza. Wakati huo huo, rais Donald Trump wa Marekani amewasili nchini Israel kwa ziara itakayomfikisha pia Misri kwa mkutano maalum wa amani wa Gaza. Silvia Mwehozi ametuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la umma la Israel, kundi la Hamas limekabidhi mateka wote ishirini walio hai kwa shirika la msalaba Mwekundu, huku kundi la pili la mateka kumi na tatu likisafirishwa kuelekea Hanunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Tawi la kijeshi la Hamas hii leo limechapisha orodha ya majina ishirini ya mateka na muda mfupi baadaye wanamgambo hao walikabidhi kundi la kwanza la mateka saba kwa wawakilishi wa shirika la msalaba mwekundu jijini Gaza. Baadaye jeshi la Israel lilithibitisha kwamba mateka hao wamepokelewa. Mmoja wa jamaa wa mateka aliyeachiliwa amesema kuwa, nina furaha sana tena sana. Nafikiri unaweza kuona hapa watu wote, watu wa Israel wamefurahi sana na kushusha pumzi. Ni asubuhi ya kipekee na pengine asubuhi itakayobadili namna tulivyozoea kuishi hapa katika nchi yetu. Msemaji wa waziri mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, amesema wafungwa wa Kipalestina wataachiwa mara tu Israeli itakapothibitisha kwamba mateka wote ambao wanatarajiwa kuachiwa wamevuka mpaka kuingia Israeli. Israel haitarajii kupokea miili ya mateka wote waliokufa siku ya Jumatatu. Wakati hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Misri Abdel Fatah al Sisi wanatarajiwa kuongoza kwa pamoja mkutano wa kilele wa zaidi ya viongozi ishirini wa dunia katika mji wa Sham el Sheikh nchini Misri. Kiongozi huyo wa Marekani tayari amewasili Israel na alipokelewa uwanja wa ndege na waziri mkuu Netanyahu pamoja na rais wa Israel Isaac Herzog kabla ya kuhutubia bunge la

akijibu maswali ya uandishi wa habari wakati akiwa njiani, Trump ameeleza kwamba vita imekwisha na anayo matumaini kwamba makubaliano ya kusitisha vita yatadumu. Hapo jana wizara ya mambo ya nje ya Misri ilisema kwamba kunatarajiwa kutiwa saini makubaliano ya kihistoria ya kumaliza vita vya Gaza wakati wa mkutano huo wa Misri. Kulingana na vyanzo vitatu vya kidiplomasia, wapatanishi wa Marekani, Misri na Qatar na pengine Uturuki watatia saini nyaraka za dhamana wakati wa mkutano huo lakini pande hasimu katika mzozo huo hazitohudhuria mkutano huku ofisi ya Netanyahu ikisema kwamba hakuna maafisa wa Israel watakaoshiriki kufuatia ripoti za awali kutoka Hamas kwamba haitotuma wawakilishi. Miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo ni katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, mfalme wa Jordan Abdullah wa pili, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzao wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Kufuatia makubaliano ya usitishaji vita, misaada ya kiutu imeanza kuelekea Gaza. Zaidi ya malori 200 yaliyobeba misaada ikiwemo magari sita ya dizeli na matano yaliyobeba gesi ya kupikia yalionekana siku ya Jumapili katika kivuko cha Kerem Shalom. Wakati huo pia, maelfu ya Wapalestina walionekana mwishoni mwa juma wakirejea katika jiji la Gaza lililoharibiwa vibaya huko, shirika la ulinzi wa kiraia linalofanya kazi chini ya mamlaka ya Hamas likisema kwamba zaidi ya watu laki tano wamerejea kufikia Jumamosi jioni.